Eh, uh, tupo na KEMETZ leo, tupo mtaani kuuliza wadau kama uh, wanafahamu uh, chochote juu ya huu ugonjwa ambao tunaenda kuzungumzia. Uh, kwanza tunaomba ujitambulishe unaitwa nani? Alafu tutakuuliza maswali yetu mawili matatu. Okay, kwa majina mimi naitwa Justin Semba. <coughs> ah, jina la kutaftia ugali naitwa Buffy ni Chris okay. Nimefurahi sana ndio. <coughs> ah, sorry, kidogo kuna kifua, ndio ndio. <coughs> nimefurahi sana wataalamu wa afya leo mmekuja kunitembelea. <coughs> sawa sawa, unatokea wapi? Ah, mimi natokea mkoa wa Iringa huku sehemu ambayo, sawa sawa. Ambayo inambuki, ina baridi kidogo, ni sehemu ambayo inaongoza kwa maambukizi ya HIV na ndio maana mlivyokuja. <coughs> kidogo nimefurahi sana sawa sawa. Ehe, unaweza ukatuambia kwa ufupi, unafahamu kwanza, unafahamu kuna tofauti kati ya UKIMWI na virusi vya UKIMWI? Hilo jambo ni mara ya kwanza kuniambia. Sikuwahi kujua kama kuna utofauti wa HIV ha, utofauti wa ukimwi pamoja na virusi vya ukimwi vya ukimwi eh, mimi ninachojua ni kwamba virusi vya ukimwi ni vile vijidudu ambavyo vinakaa ndani ya damu sawa. Sasa labda hapo nijiongeze kusema kwamba uh, ukimwi ndio ndio ndio ile hali ya mtu kuvipata hivyo virusi. Sijajua kama nitakuwa uh, nipo sawa. Sawa sawa. Yeah. Um, uh, uh, baada sasa uh, ya kuona kwamba umetuambia uh, uelewa wako juu ya tofauti ya virusi vya ukimwi na uh, ukimwi basi unaweza ukatuambia uh, ni njia gani uh, ambazo zinaweza kusababisha maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Uh, kuna njia nyingi ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupata maambukizi ya HIV au unaweza ukasema UKIMWI. Ndiyo, ndiyo. Na njia hizo ziko wazi sana, wala sio njia hatarishi, ni njia tu ambazo mtu anaweza akafanya akapata na anaweza asifanye na asipate maambukizi ya HIV au UKIMWI. Sawa sawa. Jambo la kwanza ambalo linaweza likapelekea mtu kupata maambukizi ya HIV, jambo la kwanza zaidi ni kufanya tendo la ndoa pasina kutumia kinga au kufanya kwa aina ya kutumia nguvu wakati wa tendo la ndoa. Sawa sawa. Kwa sababu uh, unaweza ukafanya ma, ma, mapenzi na mtu mwenye HIV au unaweza ukafanya mapenzi na mtu mwenye ukimwi usipate ukimwi ikiwa utafanya tendo kistaarabu sawa. Lakini pia ukiachana na tendo la ndoa au lugha nyingine wanasema sexual intercourse A, kuna njia nyingine ambazo mtu anaweza akapata maambukizi ya UKIMWI kama kushea vitu vyenye ncha kali ya hivyo vitu akawa ametumia mtu ambaye ameweza kuathirika. Kwa mfano labda unaweza ukatumia uh, viwembe unaweza sao, ukatumia mswaki, lakini pia unaweza ukalishika jeraha la mtu ambaye ameathirika uh, na virusi vya UKIMWI, uh, ukaweza kumshika sehemu ambayo ina mchubuko, ukaweza kupata maambukizi ya UKIMWI. Sawa, sawa. Lakini pia kuna njia ambayo unaweza ukatumia ili siweze kupata maambukizi ya HIV au UKIMWI. Kwa maana unamaanisha kwamba aa, hizo ndivyo vitu ambavyo ukivifanya au vinaweza vikakusaidia usipate maambukizi, si ndio? maana yake ya kuna hivyo ndio nilikuwa nazungumzia ya kwamba unaweza ukavitumia, mm. Na hata uka, hizo mbinu ukizitumia aa, zinaweza zikakusaidia moja kwa moja usipate maambukizi ya ukimwi. Sawa sawa. Kwa mfano ukishiriki mapenzi na mtu ambaye ameasilika akawa anatumia dozi Ndiyo, ndiyo. Lakini pia unaweza ukafanya mapenzi na mtu ambaye amepata UKIMWI lakini ukatumia kinga au unaweza nikaongea lugha ya moja kwa moja kondom. Sa, sa. Lakini pia unaweza ukajizuia ili usipate maambukizi ya HIV kwa kutoshiriki kuona, uh, unashika vitu vyenye ncha kali vikakutoboa au ukatumia mswaki ambao alitumia mtu ambaye ameasilika na HIV. Sa, sa. Lakini pia unaweza uk ukajizuia vitu vyote hivyo usivitumie, lakini pia ukawa mwangarifu zaidi eh? kwamba usiwe ni mtu ambaye unashiriki shiriki mapenzi ovyo, kwa sababu kuna kujisahau. Kwa hiyo tunasema vitu kama hivyo. Ndiyo, ndio, ndio yeah. uh, tumeona hapo umetuambia uh, njia, uh, umetufafanulia ume vizuri yes. na pia umetuambia ni jinsi gani tunaweza kujizuia hivi Uh, unaweza ukatushauri sawa eh? Uh, kwamba uh, ni jinsi gani au ni hatua gani tuna, tunaweza kuzichukua ili kuweza uh, kugundua kama tuna maambukizi. Uh, cha kwanza kabisa uh, tunasema njia sahihi ya kujigundua kwamba una maambukizi ya UKIMWI, ndio ndio, njia salama kabisa ni kwenda katika kituo ambacho kipo jirani na wewe kwa ajili ya kwenda kucheki afya yako. Uzuri ni kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan imeturahisishia kupima HIV au kupima UKIMWI ni bure kucheki afya yako ni bule kabisa. Kwenye nchi za wenzetu vipimo kama hivyo vinachukua dola nne hadi dola saba, unaweza ukapima kwa dola kumi. Lakini kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupima afya yako ni bule. Sawa sawa. Yes, lakini pia kuna dalili zingine ambazo unaweza ukazigundua zipo ndani ya mwili wako na ukajijua kabisa kwamba hapa sasa naweza nikawa na maambukizi ya HIV AIDS. Kwa mfano, kuna dalili chache ambazo unaweza ukaziona. Dalili ya kwanza ambayo tunaweza tukaiona kwa mapema zaidi nywele kuwa laini na kunyonyoka kwa nywele, lakini pia dalili nyingine ya pili ni kujikuta unapungua kuliko kawaida kwa sababu hakuna ugonjwa ambao unaweza ukampunguza mtu kwa haraka isipokuwa HIV, Mwende. Au unaweza ukaita UKIMWI. Sawa sawa, ni hivyo tu. Sawa sawa, kwenda kuhitimisha basi, unaweza a, ukatuambia au ukawaasa watazamaji wa media yetu ni hatua gani wachukue ili wasiweze kupata maambukizi au kwa wale wenye maambukizi wasiweze kuwapatia Uh, wale wengine ambao hawana maambukizi ya kuna njia nyingi sana ambazo tunaweza tukatumia ili kuweza kujikinga na huu ugonjwa wa hatari kabisa, ugonjwa ambao umeua ndugu zetu wengi, umeua marafiki zetu wengi, lakini njia sahihi ambayo tunaweza tukaitumia ni kuwa na mwenzi mmoja yaani kuwa na mpenzi mmoja tu ambaye pia huyo naye kabla hujajihusisha naye katika mahusiano, ni vizuri zaidi mkacheki afya zenu nyinyi wote wawili, na mkijigundua ya kwamba mpo salama, basi muanze safari yenu ya kuenjoy maisha, ya kunyonya maisha, ya kuendelea kufurahia mapenzi yenu, kwa sababu wote mtajijua mpo katika hali ya usalama. Lakini pia kuna vitu vya kuzingatia ikiwa wewe haujaweza kuwa na mpenzi mmoja au haujaweza kuoa, ni kutoshiriki mapenzi na watu tofauti tofauti. Bado tunarudi pale pale, pale kuwa na mapenzi aa, na kuwa na mpenzi mmoja ambaye pia mtaenda kucheki afya yenu. Lakini jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unafanya mapenzi na mtu ukitumia kinga au ukitumia kondom. Hii itakuwa ni njia ambayo inaweza kukusaidia wewe usipate maambukizi kwa sababu maambukizi ukifanya na mtu ambaye ameasilika kiautomatikali kabisa, mkichubuana mkifanya mapenzi kwa kutumia nguvu, mnaweza mkasababisha michubuano na ule mchubuano ukapelekea damu, na ikipelekea damu sasa, mtu unajikuta unapata maambukizi ya UKIMWI. Lakini njia ya pili kwa mtu ambaye hajatailiwa, tunasema kwamba ukitailiwa, kuna asilimia chache sana za wewe kuweza kupata maambukizi ya UKIMWI kwa sababu, sababu tunasema kwamba ukitailiwa kuna asilimia 60 ya kuweza kuepukana na maambukizi ya HIV. Kwa hiyo ukitailiwa alafu utumie salama kondom, basi unakuwa salama kabisa, salama salmini hivyo. Tunashukuru sana, tunaomba utuambie uh, kwa mara ya mwisho unaitwa nani na unatokea wapi? Jina langu naitwa Justin Semba, sauti ya Simba mungurumo waladi, au naweza ukaniita bufi ni crazy